Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, jasiriamali, mshauri wa biashara. Kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunakusaidia kusimamia akaunti za biashara, tunatengeneza akaunti mpya za biashara, tunafanya setup nzuri ya akaunti za matangazo, tunatengeneza matangazo yenye mvuto, tunarusha matangazo ya kusponsa, tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsa tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Tunarekebisha akaunti zilizozuiwa kufanya matangazo. Tunafuta madeni makubwa. Tunarekebisha akaunti zinazotumia pesa nyingi. Kama ni mara ya kwanza kwenye chaneli hii, basi bofya subscribe ili wakati ujao tunapotoa video mpya za mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe mapema unaokutaarifu kuwa tumetoa video mpya. Basi bofya, subscribe. Kama unatangaza matangazo ya kulipia kisha unashindwa kupata wateja mtandaoni, basi sikiliza podcast hii kwa makini mpaka mwisho, utabaini wapi unakosea. Matangazo ya kulipia yanakusaidia kupanga aina ya wateja unaotaka waone tangazo lako kuanzia umri idadi, mahali, jinsia, shauku, tabia na wanachopendelea. Ili uweze kupata wateja wengi kwenye matangazo ya kulipia, unatakiwa kuzingatia yafuatayo. Kwanza, chagua tangazo sahihi la kuboost. Tangazo uliloposti likafanya vizuri kwenye posti zako za kawaida kwa kupata like, comment na share nyingi, linaweza kufanya vizuri pia utakapo boost kwa kulipia chagua walengwa sahihi audience, kulenga aina ya watu ambao tayari wanaguswa na bidhaa au huduma yako. Ukibusti tangazo kwa kulenga marafiki zako kwenye akaunti yako ya kawaida, haikusaidii kuwafikia walengwa wengi. Tumia taarifa za wateja wako, ukijikita kupangilia mahali wanapopatikana, shauku, tabia, umri na jinsi jinsia inakuhakikishia tangazo lako ulilo boost kuonekana kwa watu sahihi. Panga bajeti na muda sahihi wa tangazo. Panga bajeti ambayo inakidhi malengo ya wa tangazo lako. Bajeti kubwa itafanya tangazo lako kuwafikia watu wengi zaidi. Bofya tangazo lako angalau boosti e, tangazo angalau kuanzia siku tatu hadi tano ili kulipa muda wa kuzunguka kuwafikia adhira yako. Tengeneza tangazo lenye mvuto. Andika maneno yenye kuvuta hisia za walengwa ili kuwafanya wabofi tangazo lako. Tumia ujumbe wenye nguvu na ushawishi wa kuwataka wachukue hatua jaribu aina tofauti ya matangazo kuona lipi linawavutia zaidi walengwa wako. Usirushe tangazo moja, jaribu matangazo mawili au matatu kuona lipi linamvuta zaidi kwa kwa walengwa. Pia bajeti ya tangazo, hapa ndipo watu wengi wanachemka. Facebook wanaweka bajeti ndogo aa, wakati soko lako ni dogo, hivyo huwezi kuwafikia wateja wengi kama unaweka bajeti ndogo wakati soko lako ni dogo kuwafikia wateja wengi na kuwa ni changamoto. Ukiweka bajeti ndogo kama soko lako ni dogo uwezekano kuwapata wateja wengi unakuwa ni ndogo. Kama hadhira yako ni ndogo, mfano unawalenga wanawake wenye umri kuanzia miaka 25 hadi 50, wanawake wanaoishi Tanzania, wanaopendelea mitindo, kama utaweka dola moja kupata wateja hao itakuwa kidogo, kwa sababu tangazo litakuwa linatafuta watu wenye umri huo na kwa idadi ya watu ulioweka bajeti ya dola moja, watu wasiozidi 5000. Lakini ukiongeza bajeti, watu watakaona tangazo itaongezeka na kupata walengo wako inakuwa ni rahisi. Kama umefaidika, comment chini hapo nimefaidika, kisha bofya, subscribe, like share, kisha tukutane kwenye video ijayo.